Kwanza ni washukuru sana kwa namna ambavyo tumefanya ziara yetu toka tulipoanza Sangambi na baada ya Sangambi tukaenda hospitali ya wilaya. Baada ya kutoka hospitali ya wilaya tukaenda kata ya Makongros ambapo tulifanya ukaguzi wa machinjio na sekondari, lakini tumepita pale Lupa tingatinga kwa ajili ya ujenzi wa gulio uh, ujenzi wa, wa gara wa mazao ya, na pia tukapita pale maeka sekondari na hatimaye tunahitimisha ziara yetu ya ukaguzi wa miradi katika kijiji cha Mwiji kata ya Rwaraje kwa ajili ya ujenzi wa uzio wa mnada. Ni washukuru sana, lakini ni mshukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti pia kwa kuniamini kunipa kijiti hiki kuongoza hawa wajumbe, kuongoza wajumbe na jopo hili, ni kazi nzito sana, na niseme asante kwa kuwa tumemaliza salama, lakini binafsi nipongeze sana serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassani, lakini mkurugenzi wetu mtendaji Tamimu Kambona na wataalamu wake wote kwa namna ambavyo wameendelea kutupa miradi na kuisimamia kiukweli. Ziara hii tumejifunza mengi, lakini tumeona namna ambavyo wataalamu wetu Halmashauri ya Chunya na kata na vijiji, namna ambavyo wameendelea kuisimamia miradi. Tuwapongeze sana kwa sababu nao ni binadamu, wana mapungufu ya binafsi, lakini pia niombe sana kwa wataalamu wetu yale maelekezo ya kamati ya fedha ambayo yametolewa yafanyiwe kazi na kuzingatiwa na hatimaye yaletwe mrejesho kwenye kikao chetu cha tarehe 17 mwezi huu, ambacho itakuwa kati ya siku ya kama sio Jumatano itakuwa Jumatano ya siku ya Jumatano, na ushauri wote ambao wajumbe wameshauri basi uzingatiwe kwa ajili ya kuleta ufanisi wa miradi yetu. Kipekee ni washukuru sana, lakini watakie kila laheri. Na wataalamu wetu, nendeni mkafanye kila mnachoweza, kafanyeni majumuisho. Sisi tunawaamini kama wataalamu wetu, tunaamini hamwezi kutudanganya chochote, lakini kimsingi tuendelee kuombeana, ni mwaka uchaguzi, tunatamani sana wajumbe hawa wote warudi waweze kuitumikia halmashauri ya wa Chunya na wananchi wake, kuhakikisha wanarudi tena kwa nguvu. Na kwa kuwa mmeshatupa miradi, tunaamini kabisa Mungu wa mbinguni ataturudisha. Ni mradi wa mifugo ambao ni ujenzi wa uzio wa mnada katika kijiji hiki cha Mwiji. Huu uzio una mita za mraba mia nne kwa maana urefu mia moja na upana mia moja. Na huu mradi ume, ume, ume, ume, ulitengiwa fedha kutoka mapato ya ndani na umeanza kujengwa mwaka huu kwa maana ya mwezi wa tatu mpaka huu wa nne, kwao umejengwa kwa, ume kwa takribani mwezi mmoja, na uzio huu umejengwa kwa sababu kulikuwa na changamoto ya changamoto ya ukusanyaji wa mapato lakini vivyo ni, ilikuwa ni jukumu la serikali kwanza kuboresha maeneo ya masoko ya wafugaji ili ili tuweze kuwa na uwezo mzuri wa kukusanya mapato, lakini vile vile kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya wafanyabiashara, sababu ni, ni, miongoni mwa wananchi ambao wanachangia mapato katika Halmashauri ya Wilaya ya Chunya. Kwa hiyo tunakusudia huu hili eneo kukawa ikawa na wastani wa ng'ombe karibu elfu mbili mpaka elfu mbili mia tano ambao ni kering kapasi hili eneo, na hatua ambayo imefanyika hapa ni ujenzi wa uzio, lakini tunategemea baadaye pia tujenge choo na u, tujenge choo na ofisi. Hii ilikuwa ni awamu ya kwanza, kwa utakuja awamu ya pili ya choo na ofisi ambayo tayari mpaka sasa mheshimiwa mwenyekiti, tunachosema tayari tumeshapeleka maombi kwa ajili ya kutangaza vyoo viwili, kwa maana ya mnada huu huu ambao tupo hapa, lakini pia mnada wa Sipa na pamoja na mageti, ma, mageti mawili ya mnada wa Mapogoro, kwa sababu ni mnada ambayo hatukuwa tujakamilisha kwa maelekezo ya, ya kamati, kamati ya fedha pamoja na mkurugenzi waliagiza kwamba tukamilishe vipolo vya minada yote ambayo ilikuwa imebakia, na kwa kuwa fedha ilikuwa ni kidogo iliyokuwa imebakia ambayo tutategemea tutumie hiyo fedha kujenga uzio wa idodomia haikuweza kutosha. Kwa hiyo badala kuanza mradi mpya bora tumalize hii miradi ambayo ina vipolo, ndio hapo sasa tuje kuangalia utaratibu mwingine wa kuweza kujenga ule mnada wa idodomia kwa fedha nyingine ambayo tutatengwa. Kwa hiyo tunategemea baada ya hii tayari, kwa sababu imeshakamilika, tutakuja awamu nyingine ambayo ni kujenga choo tutajenga choo hapa pamoja na, ma, ma, pamoja na Sipa ambako pia na wenyewe tulijenga mnada mkubwa kama huu, lakini vile tutakamilisha mnada wa Mapogo ambao tumekwishaanza kuchoo. Tutakuja tutakuakamilisha ujenzi wa, wa, wa mageti mawili kwa ajili ya usalama yekiti, kwa ufupi kabisa ndio hali halisi ya, ya ujenzi wa mnada huu. Wamwimwenyekiti wa mwija. Mekichi, kwa kamati ya fedha utawala mpango um, uh, karibu shule ya sekondari Makongorosi hapa tulipo ni mradi wa mabweni ambao tuna mradi wa mabweni mawili madarasa manne na matundu kumi ya choo. Mradi huu umeanza tarehe 23 mwezi wa 8 2024, kwa fedha tulizoingiziwa toka serikali kuu milioni 380, mpaka sasa tumetumia milioni 200 milioni 332 23 na laki nne na elfu tano. Fedha baki tuliyobakiwa nayo mpaka sasa ni milioni hamsini na sita laki tano na tisini na tano, kwa ajili ya malipo na kazi zifuatazo. Milioni hamsini na sita hii itatumika kwa malipo ya mafundi. Fundi ujenzi anadai milioni kumi na mbili malipo a uh, mafundi kutengeneza fremu za milango anadai milioni kumi na moja kutengeneza madirisha aluminium ndo haya meona tumesha wakati wa mkoa. Tunashukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi ikiongozwa na rais wetu mpendwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha hizi za ujenzi wa mabweni wa madarasa na vyoo na kupelekea kuipandisha hadhi ya shule na kuleta kidato, kidato cha tano na sita kwa wanafunzi watakaofaulu kidato cha nne ili wapate nafasi ya kuendelea na masomo ya kidato cha tano na sita. Umeona, unajua jengo lingekuwa na itilafu au kuna jambo lolote au ujenzi ume umeenda visivyo tungegundua toka tulivyofika hapa, lakini tulivyofika hapa imetupa picha kamili kwamba jengo linaenda vizuri, isipokuwa tu liishe haraka. Uh, fedha si zipo za kumaliziaje? Zipo eh, liishe haraka, watoto waendelee kuishi kwenye hili nani hili jengo. Hili jengo litaongeza ufanisi pia wa masomo darasani watoto wakiwa wanaishi hapa. Leo hata mtendaji yupo, maana alikuwa anabaki tu mkuu peke yake, lakini baada ya kuona mambo yanaenda vizuri, mtendaji akata leo hajakimbia <laughs> kwa hiyo hii ni ishara, baada ya kuona mambo yame yamekaa vizuri. Kwa hiyo niseme tu hongera sana, na mtendaji kwa kweli kwa hiki, na watumishi wote tunashukuru sana, mambo msaidia sana mheshimiwa Mbwiga kwa sababu ni mtu ambaye ana maono makubwa tumepambana naye sana mpaka tukafikia hii hatua. Ni kwa kweli ni kupongeza sana afisa elimu wa sekondari. Idara yenu ya sekondari inafanya kazi kwa kupambana sana kwa kushirikiana na mkuu wa shule. Lakini wahandisi wetu, engineer Chazi, wakati fulani walau mkifanya kazi vizuri hata waheshimiwa madiwani ukaguzwa na kuwa mwepesi sana. Lakini wakati tunaendelea kutembea tunakuja kutoka pale kuja hapa tulikuwa tunajaribu kuteta na mkuu kwamba vyo vimeshakamilika, imebaki tu eneo dogo, lakini vyumba vya madarasa vimeshakamilika na imebaki tu swala la madawati na wako wanaendelea kutengeneza, lakini na vitanda pia viko pale, amedai imebaki vitanda 20 tu kwa ajili ya majiliaji. Kwa waheshimiwa wajumbe, tujue kabisa kwamba tunaondoka hapa tukitegemea hiyo tarehe 30 ya mwezi wa nne, ambayo ndio ndio mwisho wa ndo kufundi atakao kabidhi vitu vyote vitakuwa tayari, na sisi hatuna mashaka, kwa sababu tunaamini kabisa afisa elimu upo, injinia upo, lakini mtendaji wetu wa kata upo, mheshimiwa diwani sana, ndugu yangu Masungole. Na ili nafikiri mwenyekiti akumbuka tulikubaliana kwamba tutumie mapato yetu ya ndani ya halmashauri tunayokusanya wenyewe. Na miradi hii miwili yote mitatu kwa maana bweni hili bweni lile kule pamoja na kituo cha afya pale pote zile zote ni fedha za mapato yetu ya ndani zile ambazo tunakusanya wenyewe. Kwa hiyo sio fedha ambazo tumepokea kutoka serikali kuu wenyewe. Na lile lililosemwa la swala la maji tumelichukua tutahakikisha mapema mwezi wa saba wakati watoto wanaripoti tuwapatie fedha wachimbe kisima kirefu cha maji kwa biashara. Kwa hiyo star tayakamilisha hayo, kimsingi ni jambo kubwa kwa sababu tulitamani miaka mingi sana hili jambo lifanyike, lakini tulikuwa tunashinda. Sisi ni ubunifu sasa tujui. Inawezekana wakati fulani anasema Mungu anamleta mtu kwa maksudi, sasa inawezekana aliwaleta nyinyi kwa maksudi ili muweze kutusaidia hapa hospitali yetu ya wilaya, na ukizingatia wakati ule tulikuwa na mpango mpaka wa kuihamisha tukitegemea eneo ni dogo maana ma, makisio ya awali yalikuwa anaonekana kama ni kilomita nane mpaka kumi mm. Lakini kumbe tuna hekari nyingi sana mm. kwenye eneo hili la hospitali. Kwa hiyo kwa uzio huu unatusaidia kwanza, kuna mambo mliyoyapunguza ambayo tulikuwa tunaingiliana kati ya hospitali na wananchi wanaozunguka haya maeneo, lakini leo mwananchi huyu kwa kuona uzio huu atakuwa anaona kabisa kwamba hili ni eneo la hospitali, maanake inamilikiwa na serikali na sisi sasa tuishie maeneo haya. Kwa hiyo shughuli za kibinadamu hazitaendelea kufanyika kwa sababu tayari eneo lipo. Msisitizo tu tuombe, kwa kweli, tunawaamini na tunawategemea sana, kwamba sasa tuombe hizo tarehe ambazo mkandarasi amepangiwa kuhakikisha mradi unakamilika, na ukamilike kweli. Tumsimamie, kama kasi ndogo aongeze, japo tuna imani sana huyu mkandarasi, lakini tujitahidi kumsimamia na kuhakikisha ujenzi unaisha kwa muda wa mwafaka. Tunatemea sana injinia, mara kwa mara fika hapa uone namna ambavyo kazi inaendelea ili siku ya siku tu, tufaidi, tufaidi matunda ambayo Wanachunya wanahitaji. Uzio utakuwa faida kwa kwetu sisi kama serikali, lakini pia kwa wananchi wanaozunguka Chunya. Hii kwa hiki mlichokifanya, manake tayari sasa tunaenda kutengeneza hospitali ya kisasa, hospitali ambayo itaonekana kweli ni hospitali ya wilaya. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, lakini Instagram tunapatikana chunya underscore official. Chuo cha VETA Chunya kiko katika Halmashauri ya Wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya, na ni chuo ambacho kilianza kufanya utekelezaji wa utoaji wa mafunzo mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Uh, chuo cha VETA Chunya kimejengwa kwa kuwekewa uh, miundombinu ya kuweza kuwezesha kutoa mafunzo ya ufundi stadi katika fani uh, kubwa sita. Uh, fani ya kwanza ni umeme wa majumbani, lakini fani ya pili ni ufundi washi. Fani ya tatu tunasema ni uh, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya nguo lakini tuna uchomeleaji wa vyuma, ufundi wa magari pamoja na uhazili au sekretari. ni mwanafunzi katika chuo cha veta cha Chunya, nachukua fani ya umeme. Na ningependa kuwashauri wenzangu ambao wako nje, vijana ambao hawana shughuli za kufanya, wanaweza wakaja hapa Chunya wakajifunza. Tusikae tu kusema tusubiri kuajiliwa na serikali, ajira zipo tunaweza tukajiajiri sisi wenyewe, sababu kwa ujuzi tutakaopata upata hapa tutatusaidia katika maisha ya mbeleni natuna